anaangaika tena katika barabara za Misri, anakutana na bwana alomsaidia kwa siku iliyopita, alokuwa akidhulumiwa na kunyanyaswa na mkibti ambaye ni kabila la Firaun. Musa, tunakumbuka kabla ya hapo alimsaidia na kumpiga alokuwa adui yake na kwa bahati mbaya adui yule akafariki kwa kofi lililopigwa bila ya kukadiria, nabii Musa alaihi salam. Sasa siku ya pili akamkuta tena kabila lake yule anagombana na mkibti mwengine wa pili. Sasa kama kawaida yake alipomwona Musa akachomoza akamlingania tena, anamwita anaambia, Musa, leo wamenigomba tena wanatunyanyasa kwa mara ya pili hawa, kwa hiyo njoo uifanye kazi yako ulioifanya jana ya kupigia watu hawa. Nabi Musa alaihi salam alipofika mbele yake kutaka kumsaidia alitanguliza maneno, maneno yenyewe katika kitabu Mwenyezi Mungu anasema qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin, yani kampasifa yule bani Israili ya ugomvi. Mbona we kila siku mtu mgomvi, mara unapigana na huyu mara unazozana na huyu tena ugomvi wako wa wazi wazi. Lakini pamoja na hayo, Musa akataka kumsaidia vilevile vile. Akanyanyua mkono kwa ajili ya kumtia adabu adui wao, lakini kwa kuwa akatanguliza maneno kwamba we, mbona ni kathiru shar kathiru lghawaya Sayidina Musa aliponyanyua mkono, yule bwana akaona, ala Musa, leo anataka kunitia adabu mimi, kwa kuwa kila siku na kuwa mgomvi na watu. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduun lahuma, aliponyanyua mkono kutaka kumadhibu alokuwa adui wao wote wawili. Qala ya Musa, sasa Bani Israeli mwenzake akamuuliza, ewe Musa aturidu an taktulani kama katalta nafsan bil ams, leo unataka kuniuwa mimi kama ulivouwa nafsi iliyopita hapo jana. Inturidu turidu illa an takuna jabbaran fil ard, unachotaka wewe Musa, unataka kuwa mtu katili katika ardh. wama turidu an takuna min almuslihin, hutaki kuwa mmoja katika watu wenye wa kusuluhisha matatizo, unataka kuwa mmoja katika watu wenye kusababisha matatizo. Jana uliua mtu na leo nataka kuniua mimi. Sasa ikaenea katika mji, kwa kuwa alikuwa haijulikani mtu yule nani aliomuua, na Firauni kishazipata habari kwamba yupo mmoja katika Akbati kabila lake kauawa na muuaji hajulikani. Sasa leo imefichuka ile siri, anaambia unataka kuniua kama ulivyoua mtu jana. Ala, kumbe ikatambulikana kwamba kumbe yule mtu wa jana kauawa na Musa. Habari tayari zikafika kwa Firauni lanatullahi alaihi. Zilipofika kwa Firauni, watu wakakaa kikao kwamba jamani, muuaji wetu tumempata, Musa. Sasa kishaanza kuwa na nguvu, anaua mmoja mmoja watu wa kabila la Firauni. Kwa hiyo tutafute njia za kumdhibiti na tumalize kabisa asije akawandie yule kijana ambaye kaonekana katika ndoto kwamba atakuja kumaliza ufalme wa Firauni. Walipokuwa wamekaa wanaanza ku, kupeana rai, vipi watamkamata vipi watamtia adabu Musa, akatoka mmoja ambaye kazipata habari zile, akamtafuta Musa kwenda kumpa habari na kumpasha kwamba watu wamekaa kitako, rai zao zote ni dhidi yako wewe.

kunyongwa kwa kuuawa popote atakapopatikana. Habari hizi yakazipenyeza mpaka zikafika kwa mwenyewe Musa, akamwambia Musa, ina lmalaa hakika umma yaatamiruna bika liyaktuluka, wamekaa wameamua wakuue. Fakhruj, nachotaka kukuambia mimi, toka katika mji huu wa Misri. Inni laka minan nasihin, hakika mimi nakunasihi nasaha ambayo ukifuata utaokoka. Sasa hivi wameshawekwa tayari askari na wanakutafuta, wakikupata tu watakumaliza Musa. Pale pale hakusubiri mzigo wala hakusubiri kujiandaa, fakharaja minha khaifan yataraqabu, akaondoka katika nchi ya Misri huku ana hofu, anaondoka anaelekea kusikojulikana. Qala rabbi, akamwomba mola wake, naambia rabbi, najini min alqaumi dhalimin, niokoe wewe wa na watu mazalim wanaotaka kuniua wa, hawa ambao nimepata habari zao hivi punde kwamba wamekaa kikao wanataka kunimaliza, niokoe sasa. Kaelekea kwa mwenyezi Mungu, idha saalta fasali llah, mwanadamu unapoomba mwombe Mungu wa, idha tawakalta fatawakal ala Allah na unapotegemea tegemea kwa Mwenyezi Mungu wa, idha sta'anta fasta'in billah, na unapoomba msaada kwanza omba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Musa hakuelekea kushoto wala kulia, kaelekea kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, anambia rabbi, mola wangu, na jini, niokoe mina alqaumi dhalimin, na vitimbi vya watu madhalim akaelekea upande ambao Qurani inasema ilikuwa ni upande wa Madian, mji unaitwa Madian, nje kidogo ya mji wa Misri. Walamma tawajjaha tilqaa madyana qala asa rabbi ay yahdiyani sawaa sabili. Huko njiani hajafika akawa na yaqini kwamba asa, Mwenyezi Mungu atanionyesha njia, njia ya sawa huku ninakokwenda, kwa sababu nishamuomba nataraji kwamba Mwenyezi Mungu ananikubalia dua yangu, na hivi ndivyo Waislamu wanavyofundishwa. Bwana Mtume anasema, udu llaha wa antum muqinuna bilijaba, ai muombeni Mwenyezi Mungu na munayakini kwamba dua hii itapokewa. Lakini sisi tunapomba Mungu, sisi wenyewe tuna mashaka na dua zetu. Hii dua ninayoiomba, lakini itafika itapita ita, ita hata hapa juu ya dari ya nyumba yangu, hii dua lakini huiamini dua yako wewe mwenyewe, kwa jinsi imani zetu zilivyokuwa dhaifu. Mungu akimjalia mtu akawa mujabu dawa, mathalan mtu atakaa aombe, ya Rabi, hatujapata mvua siku nyingi, tupe mvua. Basi akitoka nyumbani kwake akiona mvua inanyesha atasema asio kwa dua yangu hii, yenyewe mawingu yalikuwepo tayari ameshajiandaa, kwahiyo imenyesha kwa uwezo wake, sio dua yangu. Mi na dua ya kujibiwa. Basi Sayidina Musa akaomba Mungu amwokoe na njiani katikati, anayakini kwamba Mwenyezi Mungu aza wajal ataikubali dua yake. Ndo maana anasema asa Rabbi an yahdiani sawa sabil, Mwenyezi Mungu asa ataniongoza katika njia ya sawa, kwa kuwa mi nimemtegemea yeye, hakuna mwengine la sharika lah. Musa akafika katika mji wa Madiana taabani, anasema mtumbo limekamatana na mbavu au na mgongo kwa njaa kali na kiwa waliokuwa nayo, viatu vyote vimechanika, alikuwa kavaa katembea hafil kadamaini mpaka Madian, safari ndefu mno, huku jeshi linamwandama linamtafuta, naye anatafuta malja kwa Allah subhanahu wa taala. Sasa alipofika Madian, kipi kilichofuatia Madiana? Alipofika Mwenyezi Mungu anatusimlia walamma warada maa madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yaskun wawajada min dunihi mumra'atayn tadhudan. Akafika katika sehemu kuna kisima cha maji, walishaji wang'ombe mbuzi, wanakuja pale kwa ajili ya mifugo yao ili wawapatie kinywaji watu wengi akawaona, ya yasukunu wananyesheleza mimea e, mifugo yao pale, wamemaliza wawajada min dunihimu mraataini tadhudan, kawapata na wanawake wasichana wawili wao wanawazuia wanyama wao kwa ajili ya maji yale. Ikabidi e, anawashangaa wenzeni, wote wanakuja na wanyama wao wanachukua maji wanaondoka. Nyie mbona mnaangaika, hamutaki kufanya kama wanavyofanya wengine? kala Musa, kawauliza, ma khatbukuma, nini lengo lenu, habari yenu nyie nini? mbona hamnyeshelezi maji hawa wanyama wenu kama wenzenu wanavyofanya? kalata watoto wa kike wawili wakasema, la nasqi hatta yusdira ria wa abuna shaykhun kabir. unajua kwamba hapa kunahitajia nguvu vilevile vile sisi hatuwezi kuchanganyika na hawa wanaume tukaingiana nao na hivi na hivi, na baadaye hawa wakiondoka, sisi tutahitajia mtu wa kutusaidia kuondoa dubwasha lilokuwa limefinika kisima hiki, ili tupate kunyosheleza mimea na mifugo yetu, ili tuondoke kwa salama, na baba yetu ndo mtu wa kufanya hivi. Lakini baba yetu mtu mzima, hawezi tena kazi hizi kwa hiyo tumekuja, hatuna la kufanya hapa, ndo maana unatuona tunaangaika tusifanye kitu. Musa akaona hiyo ni kazi ndogo kwake yeye. Fasaqa lahuma, akawasaidia. Thumma tawalla ila dhil kisha huyo kaondoka kenda chini ya mti akakaa kivulini pale. Faqala, akasema tena, rabbi. Tizama, kuanzia safari yake ya kuihama Misri anamlingania mola wake. Mwanzo wa safari kasema rabbi najini min alqaumi adhalimin. Kamlingania mola sio mtu yoyote mwingine. Katikati ya njia kasema, asa rabbi rabi ayahdiani sawa sabil. Alipofika mwisho wa safari yake asema, rabbi lima anzalta ilaya min khairin faqir. Heri nazitaji ya rab kutoka kwako, nimiminie heri zako ambazo zinamfika kila mja anayezitaka heri hizo. Amekaa chini ya mti Mwenyezi Mungu amekubali dua yake. Mara muda mchache wa wale watoto wa kike wamerudi nyumbani. Kurudi nyumbani, baba yao akawashangaa, akawauliza mbona leo mmerudi mapema, hali si kawaida yenu? Kila siku mnakuja mmechelewa na hivi na hivi, lakini leo mmewahi, kipi kilichotokea? Akawambia baba yetu, huko tumepata mtu, mtu mwenye roho nzuri, ana ihsani na watu, ametusaidia ametutolea kitu ambacho kilikuwa kimefinika kisima, tumekunywa, tumenyesheleza wanyama wetu, tumefanya kila tulichokuwa tunakihitajia. mapema tumewahi, ndio maana tumekuja mapema leo. Baba hakutaka yaishie hapo, akataka kujua ni nani huyo alomsaidia mtoto wangu wa kike. Nani alowasaidia watoto wangu? Ni mtu gani huyo? Akamtuma mmoja kati ya binti hawa amwite aje mbele yake, apate kumwona ni nani. Lazima baba ajue mambo yanavyokwenda kati yake na watoto wake. Ujue kunaendelea nini katika maisha ya watoto wako. Sisi mtoto leo anaingia na nguo mpya, mtoto wa kike haulizwi, imetoka wapi? Yeye hana kazi, kaipata vipi nguo ile? Kesho anaingia na saa mpya, kaipata wapi? Haulizwi. Keshokutwa anaingia na kiatu E, kila kukicha anaingia na mapambo mapya mapya, na we baba unajua humnunulii, wala yeye hana kazi ya kuvipata vitu hivyo, anavipata wapi? muulize mapema. Haulizwi. Anapokuja uh, mimba imevimba sasa, ndo anaulizwa vipi, mambo haya umetoa wapi? mzigo huu kautoa wapi? kautoa kwa yule alikuwa akimpa saa, akimpa kiatu, akimpa herini akimpa na vitu vingine. Mbona ulikuwa uulizi? ulipokuwa unamwona analeta nyumbani kila aina ya mapambo, inatakikana uulize, japo zuri au baya, uulize nini kunaendelea hasa. Angalia, wanasema mufasirin, huyu baba aliokuwa ni Nabii Shuaib alaihi rahmatullah alaihi waala nabiyina salatu wassalam, Mtume Shuaib anamwambia mtoto wake wa kike, nenda kamtizame, umwite huyo mtu alokusaidieni nipate kumwona, ninijue maladhi yajri kunaendelea kitu gani kati yako wewe na kati yake yeye. Ndo Allah nasema fajaathu ihdahuma tamshi ala stihya, akaja mmoja wao kati ya mabinti wale wawili kumwendea Musa, lakini mwendo wake alokuwa anakuja Allah na usifu anasema ala stihiyain anakuja juu ya haya ngalia kinaya mambo haya katika Qur'ani ufasaha wake kama kwamba Mwenyezi Mungu kajalia ardhi ni busati la haya mwanamke anatembea juu yake anasema tamshi ala stihiya anaitembea juu yake anatembea juu ya haya Yaani mwanamke mwenyewe amejaa haya. Haya mtume anasema ndo iman alhayau min aliman. haya, haya ni sehemu katika imani ya Muislamu, na watu hufikiria labda haya ni mtu kutoweza hata kusema kwa kuwa unaona haya, au haya ni mtu ukaambiwa kula mbele ya watu ukashindwa kula, ukaona haya Haya siyo hiyo hasa. Bwana mtume aliulizwa, akawambia waislamu istahyu minallahi haqa lhaya, oneni haya kwa mwenyezi mungu, ukweli wa haya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tumwonee haya. Wakauliza, nini maana ya kuona haya kwa mwenyezi mungu, ukweli wa kuona haya? Mtume akawafasiria an tahfadha rasa wama hawa, ni kuhifadhi kichwa na vilivyokusanywa na kichwa arrasa wamawaa, kichwa pamoja na kile ambacho kimehifadhi, yani kichwa kimehifadhi macho, kichwa kimehifadhi pua, kichwa kimehifadhi mdomo. Sasa hivi vyote uvihifadhi, ndio kuona haya, usitizame mabaya, usiseme maovu, usisikilize machafu. walbatna wama na, kitu vilevile kuhifadhi tumbo na kilichokusanywa na tumbo tumbo kimehifadhi vingi hapa, kwa hiyo kisiingie katika tumbo kisichokuwa cha halali, na vile vile usiendee kitu chochote kilichoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. waman waman dhakara lmauta walbila wa an wa tadhkura lmauta walbila, na ukumbuke kwamba siku moja utaondoka ulimwenguni, utazikwa na uta, utaoza katika kabri. man fa'ala dhalika, mwenye kufanya hayo yote fakad istahya min Allahi haqq alhaya, huyo ataambiwa ndo kaona haya. Sio sema ah, naona haya mie kusema kula, naona haya, ukasema ah, kama Uislamu ni haya mie nimefaulu basi. Maanake siwezi kula mbele ya watu mie, au siwezi kusema mbele ya watu. Haya ni kuhifadhi mdomo usiseme machafu, ni macho yasitizame vibaya masikio yasisikize usengenyaji na uheke na vitu vingine vingine, haya yote ndo maana ya kuona haya. Sasa, fajaathu ihdahuma tamshi ala stihya, kaja mmoja katika binti wale, anakuja kwa haya. Msikilizi aliyoyasema qalat inna abi yaduuka liyajziaka ajra ma saqaita lana. Usinifikirie kwamba mi nimekuja kukupa mtihani, wala si mimi ninayekuitajia. Katanguliza mapema, nani anayekuita? Baba yangu anakuita, na kampa sababu ya yeye kumwita, naambia liyajziyaka, nataka kukulipa ajra ma sakaita lana, ujira wa yale ulotufanyia. Bwana Mtume anasema man asda ilaikum marufan fakafiuhu, mwenye kukufanyeni wema mlipeni wema wake, wemawake fain lam tajidu ma tukafiuhu kama hampati cha kumlipa faduu lahu, muombeeni dua. Hayo ni malipo makubwa. Kwa hiyo wewe, umetufanyia ihsani kubwa, umeondoa mfiniko ambao ulikuwa hauondolewi mpaka watu kumi na wasaidiane, watu wewe umefanya kazi hii peke yako. Kwa hiyo yaduuka, baba nakuita liajiziaka, liyaji, ajra ma saqaita lana. Musa akaondoka Mufasiri wa Qurani wanasema safari ya Musa na binti wa Shuaib ilikuwa ya ajabu mno, na vijana waisikilize. Musa taban hakujui kule, mgeni. Sasa binti ndo anakujua, kwa sababu ndo kwao, ndo mwenyeji wake. Kwa hiyo njia zote anazijua yeye, itabidi yeye awe mbele, aonyeshe njia kwamba tupite hii, tupite hivi, tupite hivi. Na mwanamke akiwa mbele ya mwanamme kuna hatari mwanamme ya kuona baadhi ya mambo ambayo si mazuri kuyaona. Nyiye mnajua vijana wetu leo, wanawake wanavyovaa. Mtume sa salam kasema katika hadithi ni sinfani min ahli nnari lam arahuma. Kataja sampuli mbili za watu watakuingia motoni ambazo hazikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika aina mbili hizo kasema nisaun ariyat kasiyat mailat mumilat ruusuhunna kaasnimati lbukhti la yadkhulna ljannata wala yajidna rihaha, ni wanawake kasiati walovaa nguo lakini nguo zile sio nguo za stara, ni nguo ambazo kwa hakika hasa siyo kuvaa. Kavaa mtu sket labda kaipasua kuanzia mguuni mpaka kwenye makalio yake, au kavaa taiti imemkamata mwili mzima, unaona murtafaati walmunkhafadhati au kavaa kiguo kilichokuwa kimefika tu kwenye maziwa, tumbo lote liko wazi, au nguo iliyokuwa transparent unaona ndani kulichokuwa kimevaliwa kule. Hii ndio hakika ya mambo leo tunavoishi. Na ukamwona mwanamke yuko mbele yako na akawa anatembea kwa mwendo wa madaha kwa ajili ya kuwavutia watu, apate kuonekana kwamba yeye ni fisadi kiasi gani. Sasa vijana wanafitinika. Kwa hiyo Sayidina Musa alahi ssalam Alituonesha darsan ambayo lannansaa tuwezi kuisahau. Lazima tuione darsa hii na tuifuate. Je, atakuwa nyuma ya mwanamke awe anamtazama anavyokwenda, anamtizama akasema, huu ndo mwendo wa paka au mwendo wa bata au upi? la Musa akamwambia, siri warai wala tamshi amami, wewe utakuwa nyuma yangu, usitembee ukiwa mbele yangu farubama laiba lhawau bithaubiki, huenda upepo ukaja ukacheza na nguo zako. faara ma la uhibu an ara, nikaona mambo ambayo sipendi mimi kuyaona. Sasa Musa, utakujua vipi kwetu, wewe wakati we mgeni, kama mie nitakuwa nyuma yako, wendo utakuwa mbele, utaionaje njia? mie ndo niwe mbele nikuongoze, kwenye njia kusema, la faidha raaitini dalaltu tariqa farmi amami bilhasa, ukiniona kwamba nimepotea njia, basi chukua angalau jiwe dogo, unipe ishara signal, kwamba umepotea unakokwenda siko na mie, ntabadilisha njia, nitajua kwamba tayari la kalam wala ruya mpaka asitake kusikia hata sauti au kuzungumza naye, ukiniona napotea irmi amami bilhasa. Musa akaondoka, mwanamke yuko nyuma, yeye yuko mbele, la ilaha illallah taqwallah, kwa sababu macho ndo chanzo cha madhambi. Mshairi mmoja anasema nadharatun fasalamun fakalamun famauidun faliqa. Anasema kwanza huanza kila kitu, nadhratun, kwa kutizama. Nadhratun, kwanza unatizama. Ukishatizama fabtisamatun, unatabasamu unacheka. Ah, mashaallah. Na wengine wanamtaja Mungu katika haramu, Mungu ameumba kweli kweli, bwana, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, kwa kuwa umeona kwanza unapoona ukatabasam, kisha unasifu. Fasalamun, kisha unaamkia. Fakalamun, kisha unazungumza. Famauidun, kisha unaagana. Faliqaun, kisha mnaonana, mnafanya machafu. Kwa hiyo kila kitu kibaya kinaanzia nadhara, kinaanzia kutizama. Ndio maana Mtume kamwambia Saidna Ali na umma wote, ya Aliyu, la tutbii nadharata nadhara faina lula laka wa thaniyatu alaika, Ewe Ali, usifuatishe baada ya jicho la kwanza jicho la pili, kwa sababu jicho la kwanza ni lako, la pili ni juu yako. Maanake jicho la kwanza huandikiwi dhambi kwa kuwa wewe umetizama kwa bahati mbaya, basi uondoe uso wako, kuliko kuwa kubaya peleka kuliko kuwa salama. Lakini ukaona ukaeka pale pale jicho sasa, ili upate kutamata zaidi. Na wengine wanasema ah njo bwana tutie macho nuru, twende tukatie macho nuru, kumbe ndo anatia macho kiza kwa kutizama madhambi. Kwa hiyo sayiduna Musa alaihi salam walifika kwa njia hiyo mpaka nyumbani kwa Shuaib alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Falamma jaahu, alipofika kwa baba yake wakasa alaihi alqasasa, akam, akamwelezea na kumhadithia visa vilivyopita huko. Mimi nilikuwa nikilelewa na bwana mmoja kadhaa, nkamuua mtu siku moja, siku ya pili wakanitafuta, wakata kuniua na hivi na hivi. Qala Shaib akasema, la takhaf, usiogope, najauta min alqaumi dhalimin, wewe umeshaokoka na watu madhalimi. Zama mwanzo wa, wa, wa safari kaseme rabbi Najini min alqaumi dhalimin, mwisho safari najauta min alqaumi dhalimin, umeokoka na watu madhalim. Qalat ihdahuma, pale pale walipokuwa wanazungumza kidogo na mwenyeji wake, mmoja kati ya binti wawili akasema ya, ya abati, ewe baba, istajirhu, huyu tumfanye mfanyikazi wetu, mwajiri huyu. Inna khaira man istajarta, kwa sababu mfanyikazi bora mwenye kuajiriwa alqawiyu kwanza, awe na nguvu. Alaminu, kisha awe mwaminifu. Akauliza baba alqawiyu? Naam, kwa kuwa na nguvu nimeshajua, amenyanyua maanake. Mkungu ule ambao ulikuwa ni mzito mno, ambao umefunika kisima, mkungu ule ukaondoshwa na mtu mmoja tu, kaondoa. Alaminu, umepata wapi? Kaambia, tulipokuwa njiani huyu kanionyesha mambo ambayo sijawahi kuiona kwa mtu yoyote mwingine. Kwa hiyo istajirhu, Mwenyezi Mungu inshallah, katika kipindi kitakachofuata tutazidi kuelezea habari hii ya Nabii Musa alaihi salatu wassalam. aqulu qauli hadha wastaghfiru llaha li walakum walisairi lmuminin fastaghfiruhu yaghfir lakum.